Kisha kuketi, wanafunzi wake walimjia, akafumbua kinywa chake, akawafundisha akisema: heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao; heri wenye huzuni, maana hao watafarijika; heri wenye upole, maana hao watairithi nchi; heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa; heri wenye rehema, maana hao watapata rehema; heri wenye moyo safi maana hao watamuona Mungu. Heri wapatanishi maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kukudhiwa kwa ajili ya haki maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu, furahini na kushangilia, kwa kuwa sababu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Neno la Bwana. Tunaalikwa kama tulivyosikiliza na tulivyoona maisha ya marehemu uh, marehemu Gerald Kiyizi, tafakari pia katika maisha yetu ili tuweze kuishi inavyotupasa kama watoto wa Mungu na tufanye vyote vizuri, eh, ni kama leo Mungu anakuja na kutuchukua katika maisha yetu. Kumbe ndugu zangu, tunajifunza katika habari hii fupi niliyosema kwamba eh, tuishi maisha yasiyo na majivuno, tuwe wanyenyekevu, tukiuliza ndugu, eh, mjane, watoto, tunajua hapa ndio maana tunasema tumekuja sasa tumsindikize kwa matumaini katika ile safari ya mwisho, na kwa kweli tunamkabidhi kwa Baba. Shughuli ya leo ni kumsindikiza ndugu yetu Damas Gerald ili aingie mbinguni, na ninafahamu kwamba eh, maeneo haya ya Kizinda ni ni sehemu ambayo tuna, tuna wanaita kwamba ni Umoja wa Mataifa, yaani hawa wanajua kila kitu na wengine hata kanisani hawaonekani, lakini leo kwenye msiba hapa wapo. Kumbe tumekuja kwa wingi kwa sababu eh, huyu Ge, Gerald, Damas Gerald Kiyizi yupo kwenye mioyo yetu, kwa hiyo tumekuja tumsindikize, na kumtetea majitoleo yetu ya leo. Hata kama upo mahali jua linawaka, kaa hapo hapo, we tubu, tu, tubu ni sehemu ya kitubio. Umtetea, eh, Damas aingie mbinguni. Vijana hao wamekaa vizuri, wanaendelea vizuri eh, walinyonya vizuri na alafu akawasomesha, halafu mambo yamekaa vizuri. Kwa hiyo tumekuja kumsindikiza shujaa. Kumbe tujifunze pia, ndugu zangu, wazazi walezi, eh, kutunza familia, kuwa na maadili mazuri, kuwapeleka watoto shule wasome waweze kuwa na maendeleo waweze kuleta maendeleo katika nchi yetu na katika familia. Kumbe ndugu zangu, eh, tukiangalia pia katika siku hii ya leo eh, tunajifunza katika maandiko matakatifu, tunaambiwa wewe ni uvumbi na mavumbini utarudi, kwamba siku moja tutarudi katika mavumbi. Tunapakwa majivu siku ile ya Jumatano ya majivu, na tusiwe na kiburi, tuwe wanyenyekevu na dhambi kubwa ambayo inamwangusha mwanadamu ni pale ambapo anapokuwa na kiburi. Ni dhambi ambayo inawaangusha wengi. Kumbe ndugu zangu, tujifunze eh, kifo cha ndugu yetu Damas Gerald Kiyizi basi kitufundishe kiwe ni ubao kwamba hata sisi siku moja tutalala kama yeye alivyolala hapa. Eh, kifo ni zamu kwa zamu, hakuna ambaye atakayeishi, sisi sote tuko safarini maisha yetu hapa duniani hakuna ambaye atakayeishi milele. Kwamba ndugu zangu, tumwombe Mungu atujalie tuweze kuishi vyema kwa ushirikiano, kwa amani, kwa upendo. Marehemu Damas Gerald Kiyizi alizaliwa tarehe ishirini na moja mwezi Januari mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano akiwa ni mtoto wa saba katika familia ya mzee Gerald Kiyizi yenye jumla ya watoto saba. Ubatizo. Marehemu alibatizwa mwaka 1975 katika parokia ya Kakonko mkoani Kigoma. Elimu. Marehemu alianza kusoma elimu ya msingi katika shule ya msingi Kakonko mkoani Kigoma kuanzia mwaka 1986 na kuhitimu mwaka 1992. Marehemu alisoma elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Jitegemee iliyopo Dar es Salaam kuanzia mwaka 94 mpaka mwaka 97 alipohitimu kidato cha Marehemu amehudhuria mafunzo na kozi mbalimbali za udereva katika vyuo mbalimbali kama Kilimanjaro Driving School kuanzia mwaka elfu mbili na moja hadi elfu mbili na mbili. Chuo cha usafirishaji NIT Dar es Salaam kuanzia Septemba 2011 hadi Oktoba 2011. Chuo cha VETA mkoani Dar es Salaam na pia marehemu aliongeza ujuzi mwaka huu kuanzia tarehe kumi Februari 2025 hadi tarehe saba Machi 2025 NIT na kutunukiwa cheti cha advanced drivers certificate. Ajira: marehemu Damas Gerald Kiyizi ameajiriwa katika Ofisi ya Taifa ya Mashtaka tarehe 1 Novemba 2019. Na amethibitishwa kazini tarehe moja Novemba elfu mbili na ishirini na aliajiriwa katika kada ya dereva daraja la pili, na mwaka elfu mbili ishirini na nne alipandishwa cheo na kuwa dereva daraja la kwanza. Familia: marehemu ameacha mke na watoto wanne, wa kike mmoja na wa kiume watatu. Uh, tarehe kumi mwezi wa Oktoba elfu mbili ishirini na tano marehemu alifariki dunia baada ya umeme kwenye moyo kushuka na kusababisha moyo kusimama kufanya kazi, yaani kitaalamu electrolyte imbalance iliyosababisha cardiac arrest katika hospitali ya Makiungu kwa Singida. Ofisi ya Taifa ya Mashtaka inamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya Damas Gerald Kiyizi na kwa utumishi wake. Kwa homilia nzuri umetukumbusha tuache kuwa na kiburi na vile vile, katika somo tulosoma nalo na limetupitisha sisi tujue kwamba tuwasafiri na kwamba hapa hatujafika, ni mahujaji. Siku yetu ikifika, na sisi tutakwenda kuungana na kaka yetu. Kaka yetu alikuwa ni mtumishi mwenzetu ambaye tumefanya naye kazi kwa muda na hakika kweli alikuwa ni mtu mzuri na mtu mwema, na ameona kabisa jinsi gani kiongozi wake wa karibu ambaye alikuwa akifanya naye kazi kila leo, suala hivi lilivyomgusa, na akashindwa kabisa kumalizia kusoma hotuba yake. Kwa hiyo basi, sisi kwa sababu tu watu wa Mungu na sisi tunaishi kwa imani, tutegemee kwamba siku moja tutakutana naye huko pamoja na watakatifu wote. Lakini tujikumbushe maandiko matakatifu katika vitabu vya Mungu. Ukisoma kitabu cha Ayubu, Ayubu kumi na nne mstari wa kwanza hadi wa pili unatuambia kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa kukimbia kama kivuli wala hakai kama. na Bwana Damas alikuwa akihangaika, kwao ni Kakonko, ameenda kuhangaika Singida, ameenda kuhangaika Dar es Salaam. Ameenda kusoma ili aweze kuyaishi maisha maisha kama vile mwanadamu. Kwa hiyo sasa sisi tulobaki nyuma tusikate tamaa, tuendelee kumwombea Bwana Damas ili Mwenyezi Mungu aweze kumjalia na kuweza kumfikisha huko ambako anakwenda. Sisi Wakatoliki huwa tunaamini kwamba sala zetu ndio zitamsaidia zaidi kumfikisha, kwa sababu yeye sasa hivi hawezi kufanya chochote kile. Tunatoa pole nyingi, pole za dhati kwa mke wa marehemu, watoto wa marehemu, wazazi wa, wa marehemu pamoja na ndugu, jamaa na marafiki kwa msiba mzito na mkubwa wa Bwana Damas Gerald Kiyizi. Kama waliotangulia walivyosema, tumekusanyika siku ya leo mahali hapa kwa majonzi makubwa kwa kuondokewa na jemedari, kamanda wetu Bwana Damas, na msiba huu ulitufikia kwa ghafla, lakini tunajua wote ya kwamba safari yetu ni moja, tunajua ya kwamba maisha ya hapa duniani ni ya kitambo sana na siku zetu zimehesabiwa. Tunaamini ameumaliza mwendo wake na siku moja tutakutana naye. Bwana Damas Gerald Kiyizi, kama wasifu wake ulivyosomwa, alikuwa mtumishi mwajiriwa wa serikali katika ofisi yetu ya Taifa ya Mashtaka toka kuajiriwa kwake tumemfahamu si kama mwajiriwa tu lakini kama mtumishi mwadilifu, mwaminifu, mwenye bidii, mnyenyekevu, mwenye nidhamu, aliyeutangaza Ukristo wake katika kazi yake. Lakini zaidi sana alikuwa mcheshi na aliyependa kufanya kazi na watu. Alipenda timu wake. Kwetu sisi ni pengo kubwa, ni pigo kubwa, lakini kwa sababu muumba wake amemwita, tulicho nacho na kama maandiko yanavyotuagiza ni kurudisha shukrani kwa mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha na siku alizompa kuishi duniani. Lakini nitumie fursa hii kuwaomba wote tulioko mahali hapa tuyaenzi yale yote ambayo Bwana Damas aliyeishi. Upendo tuliokuwa nao kwa Damas uliotufanya leo tukusanyike usiishie siku ya leo. Damas ameacha mke, ameacha watoto dogo, ameacha wazazi. Nakumbuka kituo chake cha kwanza alipoajiriwa ilikuwa ni Njombe, lakini aliomba kuhamishwa asogee karibu Singida kwa ajili ya kumhudumia mama yake mzazi, na kwa hiyo bado atahitaji upendo wetu Niombe tuikimbilie familia hii, niombe tusiwaache watoto, tusimwache mjane. Niombe kwa pamoja tuwaombee na kuwashika mkono. Sisi kama ofisi tumekuwa nao toka msiba umetokea, na tutaendelea kuwa pamoja nanyi. Nitoe pole nyingi pia kwa Ofisi ya Taifa ya Mashtaka kwa kuondokewa na mwenzetu. Sote kwa pamoja tuendelee kuziunganisha sala zetu.